Naam, mtazamaji wa Stein TV, karibu sana katika habari mbalimbali za kimichezo kutokea katika baadhi ya maeneo ya hapa ya mkoani kage, e, Kagera. Kama tunavyojua, kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi ama tamati ya ligi ya mwisho wa Stein Mkaro wa Kitamba, ilifanyika katika siku ya Jumapili tarehe 5 katika uwanja wa Kitaba. Sasa Timu shindi tunajua kwamba ni Hamgembe na ndo story kubwa katika mkoa wetu Kagera katika ligi ya wilaya. Sasa nimeweza, eh, nimeweza kufika hapa Hamgembe kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wana Hamgembe, kuzungumza na viongozi wa Hamgembe. Kama tunavyojua Hamgembe alishinda, lakini nyuma huku kuna watu ambao walifanya Hamgembe weze kushinda. Sasa nizungumze na kikosi cha Hamgembe. Kama unavyoona mkono wangu wa kushoto, huyu ni mwenyekiti wa Hamgembe, lakini pia huyu ni msemaji wa Hamgembe, huyu ni kocha wa Hamgembe hawa wote ni mashabiki kapteni na mchezaji wa Hamgembe. Kwa hiyo nikwambie karibu sana tuweze kuzungumza wamepokeaje ushindi huu. Yeah, Je, walitarajia jinsi yes, ya maandalizi yao walivyokuwa wamefanya ama hawakutarajia? Ngoja tuzungumze. Nianze na msemaji. Bwana, mambo vipi brother? Salama, mambo vipi? Ni poa, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Luta Philip Alexander, msemaji na afisa habari wa timu ya Hamgembe FC. Ndio. Ah, uh, Luta, msemaji. Hamgembe bwana sasa hivi amebeba ubingwa. Mbona ndo bingwa wa wilaya, je, ulitegemea yaani kitu kama hicho kitokea? Ah, ni kweli kabisa, tuli baada ya kupata taarifa kutoka kwa wandaaji ambao ni Stein mm, tulijiandaa na sisi, tulishajiandaa toka mwanzo kwamba ushindani wowote hauwezi kwenda kwa kukurupuka, lazima ujipange na ujiweke sawa, uweke timu vizuri mm. Kwa hiyo tulizungumza na viongozi wa timu kama kocha pamoja na wachezaji kuhakikisha kwamba tunakuelekea katika huu mchezo mm tunakwenda kuchukua ushindi. Nafikiri mnakumbuka mara ya kwanza kipindi mnakuja kutukabidhi vifaa vya michezo tulizungumza na tukawaahidi kwamba sisi ndiye tutakayechukua kombe hili, na leo mbele yenu mnaona kombe tunalo, na tumethibitishia umma kwamba Hamgembe tunaweza tukiamua, na tumeamua na tumeweza. Hamgembe, tumeona sasa hivi story nyingi kwamba uh, baadhi ya wachezaji ambao mlikuwa nao, uh, ni wachezaji ambao walikuwa timu pinzani timu pinzani. Kidogo nimeona kama mlalamiko fulani kanaendelea, ilikuwaje? Kitu ambacho naweza ni kusema ni kwamba haya ni mashindano, na unapokuwa kwenye mashindano ni lazima ujue kabisa unashindana naye, pia naye anakitaka hicho ambacho wewe unashindana naye. Kwa hiyo sisi tulia, tuliona kwamba lazima tucheze na mapungufu ya mpinzani wetu mm. kwa hiyo tuliamua kuzungumza na wachezaji, kwa sababu Hamgembe ni klabu ambayo imejipanga ime, ime imejipambanua vizuri mm. tukazungumza nao tukaweza kukaa vizuri, tukatengeneza mazingira yaliyo sawa, na mwisho wa siku wachezaji tumewapata na tumecheza vizuri, tumechukua ushindi. Mwenyekiti, eh msemaji, ngoja kwanza nizungumza mwenyekiti. Mwenyekiti, habari za mwenyekiti? Mwenyekiti, size. Salama, bali size. Nizini poa zaidi. Mwenyekiti, Hamgembe amebeba ame, ame, ame kombe. Hamgembe ndio stori kubwa hapa wilayani. Je, mwenyekiti ulitarajia uli, uli jinsi vijana wako walivyokuwa naona, kwa sababu wewe ni mkongwe sana na Hamgembe? Nitarajia, kwa sababu tulikuwa tumejipanga na tunamshukuru Mungu kuona tumepata kombe hili, kwa sababu miaka yote hatujawahi kupata kombe ya Hamgembe. Hmm. Lakini tulijipanga kikweli kweli na vijana wangu wakajipanga kweli kweli tukaweza kupata kombe hili. Ah, mwenyekiti inaonekana kwamba wewe umeanza mwenyekiti katika timu ya Hamgembe toka muda mrefu. Kwa nini zamani mlikuwa hamchukui kombe? Kwa nini mmechukua kombe? Unadhani kitu gani ambacho kilikuwa kinapungukiwa hapo awali? Kwa nini Hamgembe mchukue kombe? Mmekuja kuchukua awamu hii. Yaani kuja kuchukua kombe awamu hii, zamani tulikuwa hatujajipanga vizuri. Sasa hamu hii tumejipanga kweli kweli tukaona kwamba tuchukue kombe Hamgembe na Mungu akatusaidia tukaweza kuchukua kombe. Wanamgembe ambao walikuwa waamini kupitia mpira. Unawaambia ni kuna watu ambao walikuwa wanachukulia kawaida. Vijana wanaenda kule wanakuja na kidedi chao. Watu wanachukulia kawaida. Sasa unawaambia nini wale? Sasa, mimi wale nawaambia na nawakaribisha kwamba Hamgembe tumejipanga na viongozi wote watuunge mkono kwamba Hamgembe sasa hivi tumeamka, kule nyuma tumetoka. Twende mbele. Yaani Yaani waje kabisa kabisa kabisa Hamgembe viongozi vijana wote waone kwamba hii timu sasa hivi airudi nyuma tunaenda mbele. Mwenyekiti asante sana. Neno la mwisho kwa Mlie mpiga mtani wenu. Tukawachokoze kidogo. Ah, tuliyompiga yule Kagira hata juzi ukunda tarehe tano kumbini, tulikumbatiana na wenyewe walicheza kweli mchezo wao hawakuwa mbaya sana. Hmm. Lakini mimi nilimwambia Kagira, bwana, umeonaje vijana wangu wamejipanga? Kwa kweli Mungu atujalie tuone kama tunaweza tukapata kombe la taifa tena. Hmm. la mkoa ee, e, mpaka taifa hmm. Sasa tukamwambia Kagire hapa tunaenda kujipanga kikwelikweli, kwa hiyo uwe sawa, uwe makini na sisi. Ya Mgembe wanasema wana hasira na nyinyi, ngoja tuone <laughs> na sisi tuna hasira naye bado hapa, kwa sababu tunasonga mbele <laughs> Ah, evale, huyo ni mwenyekiti. Mwenyekiti kwanza nikushukuru kabla sijaendelea. Asante sana. Asante sana tunashukuru sana na nyinyi kwa ujio wenu kuja hapa. Hmm. Kutuoji, mlituoji mara ya kwanza na nikawaambia jamani, mabao tunayo matatu lakini Mungu akatujalia tukapata nilisema matano lakini hmm. Mungu akajalia tukapata matatu. Sasa timu itakayokuja tunaweza tukapata hata ishirini labda. Mwenyekiti anaonekana, mwenyekiti anaonekana. <laughs> <laughs> Ah, mwenyekiti unaonekana. Ngoja unajua bado. Mwenyekiti unaonekana, unaonekana ulikuwa sha sha cheza mpira nje. Nje ya kabla ya mchezo. Magoli matano hiyo ni finali. Wewe ulikuwa yogopi mwenyekiti? Yaani mimi sijiogopi kwa sababu mimi ni shaga cheza mpira miaka ya nyuma huko, timu yangu ilikuwa ni timu ya Halmashauri Masinispa. Mm. Unasikia? Kwa hiyo mimi ni mzoefu wa vitu hivi. Mm. Ndio maana najipa imani kwamba hapo mbeleni kama Mungu ni kwamba uzima tunaweza tukafanya hivyo. yeah, asante sana, tunashukuru. Ni kweli eh. Bwana mambo vipi captain? Mambo poa, nambie. Niko vizuri. unaitwa nani, majina yako? Ah, kwa majina anaitwa Cyprian Ephraim magari, aka jina maarufu Kaseke captain yeah, wa timu ya Hamgembe Boys ambayo imebeba ubingwa wa ligi ya. Sikia tusende mbali, ile yomo yamo Mwalimu, yamo. <laughs> Hey, yeah. Mwalimu yuko pembeni, huyo hapa mwalimu, alikuanza benchi finali, nilikuona ulikuwa umenuna sana. Sio kununa so, mimi mwenyewe sababu mimi katika kucheza mpira mm, kwa sababu tangu kipindi cha nyuma tulikuwa tunacheza mpira sawa, mm. nilikuwa nacheza, ndio maana hata ukiangalia pale mashabiki wanalalamika, angeka seke, angeka seke, ndio. Lakini mimi kama mimi mwenyewe akasema hamna kitu, kaseke kama kwanza, so kama mwalimu na wenyewe kashaambia pasha, lakini mimi mwenyewe kama mimi, ndio nimeona pale kuna vijana sawa, wanacheza mpira mzuri, timu nzuri, tangu kipindi cha kwanza tulipoanza mpaka tulipofikia, mimi nikasema haina shida, mimi kuingia kucheza katika, kuna vijana wapambanaji wanacheza vizuri zaidi, si ndio? Ambao pia wanazidi umri na wanawaachia nafasi eh, nikasema vijana wacheze ili mradi ni kombe lifanyaje lije amgame, na mara ile beji nikaitoa, si ndio? Ni vigumu sana captain kama captain mm. kuchukua beji na kampa mchezaji mwingine afanyaje, acheze, si ndio? Ni kwa sababu mimi nikasema nahitaji nini? Nahitaji ushindi. Sasa sasa vi, asa vijana vipi? wakati kapilima na kuzidi. Okay, anyway tuanze eh, yeah. Hapa ili ni kombe yeah. Brother, ili ni kombe liko hapo mbele yetu eh. tunazidi kuliangalia tunazidi kuliona eh bwana, mlitarajia kubeba kombe, ilikuwa ni utani kwanza mwanzo zuiache? yeah, yeah. mm. ni sahihi na nakumbuka kama kile mlipokuja kutugawia jezi sawa, niliwaambia hapa si ndio? Kasema kwamba safari hii ile kombe tunafanyaje? Tunalichukua, si ndio? Na ndipo hata kocha uongozi wote kwa jumla wa timu, si ndio, tukasema: jamani, safari hii tunataka tuwa surprise watu, si ndio, wajue kwamba Hamgembe tuna nini, tuna timu. Na ndipo tulipoenda katika uwanja wa mazoezi tukajipanga, tukasajili vizuri, na ndipo faje tukafanya vizuri na tukaleta kombe hapa kwenye kata yetu. kwa ubobo alini sasa au ubobo ni maandalizi, siku yote tunafanya tutoa taarifa kwa ajili ya kujua kwa ubobo, kwa sababu ni mara ya kwanza hii Haijawahi kutokea nikubeba kombe. Kapteni, unazungumzaje? Stein Media walioandaa mashindano kwanza, nimpende kwa shukuru sana kwa kuwa metuonyesha ushirikiano mzuri tangu ligi inaanza mpaka kametia ushirikiano mm, na metusapoti vizuri, metoa vifaa vya michezo vyote. Kwa kweli, Mungu awabariki, muendelee kuendelea kuweka kwa tena hii ligi. Asante sana kapteni, nashukuru sana.